Waziri Mkuu wa Senegal Sonko aliwasili Burkina Faso kwa ziara rasmi na kupokewa na Kapten Ibrahimu Traore katika ziara ambayo imetajwa kuwa ni muhimu kwa mataifa hayo mawili ya Afrika Magharibi. Miongoni mwa waliokubaliana kwenye ziara hiyo ni nia ya kuimarisha juhudi za usalama za kikanda na kushughulikia tishio la pamoja la makundi ya wanamgambo wenye silaha katika mataifa yao. Wachambuzi wa siasa nchini Senegal wameeleza hatua hiyo inaonyesha uwezekano wa mabadiliko kuelekea ushirikiano wa karibu wa kikanda ili kukabiliana na tishio linaloendelea la wanamgambo hao. Akizungumza na waandishi wa habari katika ziara hiyo, Sonko amesema kutokana na kukithiri matukio ya wapiganaji nchini Burkina Faso, nchi yake imeamua kuunga mkono juhudi za kupambana nao kufikisha ujumbe Presidente wa uungwaji mkono usioyumba kwa Rais Traore, serikali yake yote na watu wa Burkinabe katika mapambano yao dhidi ya ugaidi ambao umewekwa mpose kwao na kutafuta njia zote zinazowezekana za kushirikiana na kutoa msaada katika kukabiliana. na ndiyo maana sa Senegal zaidi ya kuonesha mshikamano, iko wazi kwa aina zote za ushirikiano kusaidia ndugu zetu wakati huu mgumu. De Sonko ameeleza kwa uwazi kushirikiana na nchi hiyo kupambana na wanamgambo akionyesha nia ya kufanya kazi pamoja katika changamoto za usalama wa kikanda. Senegal na Burkina Faso zimekabiliwa na changamoto kubwa kutoka makundi ya wanamgambo wenye silaha, huku Burkina Faso ikikumbwa na viwango vya juu zaidi. Sonko alifuatana na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Senegal, na ambapo alifanya mazungumzo na mwenzao wa Burkina Faso Jean Emmanuel Ouedraogo na akapewa nafasi ya kuzungumza na Kapten Traore ambaye ameongoza serikali ya mpito ya Burkina Faso tangu mapinduzi ya mwaka 2022. Ziara hiyo inajiriwa katika wakati mgumu kwa Burkina Faso wakati nchi hiyo ikikabiliana na mashambulio yanaongezeka ya makundi yenye silaha yakiwemo yale yanayohusishwa na kundi linaloshirikiana na Al-Qaeda. Kwa mujibu wa shirika la vyombo vya habari la Senegal APS, ziara ya Sonko inalenga kuimarisha uungwaji mkono wa kisiasa na wa kimaadili katika utawala wa Burkina Faso. Aidha, ameeleza inaashiria ziara ya pili ya Sonko katika nchi wanachama wa muungano wa Sahel kufuatia safari ya Mali mwezi Agosti mwaka 2024. Kujihusisha kwa Sonko kunaashiria nia ya Senegal kudumisha mazungumzo na mataifa ya Sahel licha ya mivutano ya kikanda. Rajabu Msangi UFM.